Baadhi ya vijana kutoka eneo la Oldonyonyokie huko Magadi kaunti ya Kajiado wanapinga biashara ya hewa ya kaboni ambayo inaendeshwa na shirika moja katika eneo hilo, wakazi wakitarajiwa kutia saini mkataba na kampuni hiyo. Wakizungumza baada ya kuandaa mkutano katika eneo hilo, vijana hao wanasema wakazi hawafahamu vyema yaliyomo kwenye mkataba huo, kama anavyotuarifu Robert Masai. Ni mamia ya vijana waliojitokeza katika eneo la Kamukuru lililoko Magadi, kaunti ya Kajiado, wakitofautiana na mradi wa biashara ya hewa kaboni ambayo inapaswa kuanza kutekelezwa kwenye shamba la Oldonyonyokie. Vijana hao wanasema mradi huo umeletwa bila wakazi kufahamishwa kuhusu kilichomo kwenye mkataba unaotarajiwa kutiwa saini. Kaboni iko, inakuja Donyonyokie, na sisi kama wanarika tujapata full information hatuja hatuna in awareness na hadi mahali imefika, saa hii tunaambiwa tusain, hata wazazi wana sain. Hatujapata hiyo terms and condition tujue yao ya, ya, ya carbon. Wengi wote w wa wazazi na sisi kama wanarika, wengi wetu hatujasoma na hatujaelezewa carbon ni nini. Namba mbili, iko signage zinaendelea ndani ya group branch ya kwamba Kaboni isainiwe ndio ikuje kuwe na project ya Oldonyonyokie. Mradi huo unahusu wakazi kutia saini mkataba wa matumizi ya ardhi yao kwenye shughuli za kupunguza hewa ya kaboni kwenye mazingira kwa kutunza nyasi na miti. Vijana hao wakisema shamba la Oldonyonyokie lina mzozo wa ugavi wa ardhi na hivyo mradi wowote hauwezi kufanyika bila mzozo huo kutatuliwa. Isimame mahali imefika without their consent na tumesema hizo signatures isifike mahali, kwa sababu mzazi yangu hajasoma, lakini mnamsainia carbon. Kwa nini savea mwenye anafanya hiyo kugawanya Donyonyokie? Yeye ako na mashamba karibu 27. <coughs> Cartels wako ndani yao, wenye wameweka pesa yao katika hii project ya kugawanya Donyonyokie wao wako na mashamba kuna members wa Oldonyonyokie wenye wako uh, ni members na wako kwa area list. Aidha, wameshikilia kuwa ni sharti kuwepo na elimu ya kutosha kwa wakazi kuhusu mradi huo na namna watafaidi baada ya kutoa mashamba yao. We are warning anyone any leader who is in uh, this dirty game. Tunataka kuwaambia kwamba eyes are on you. We are advising you that uh, you stay away from matters Oldonyonyokie. Hatutaki carbon. Hatutaki demarcation. We don't need this project at this moment. Hatuhitaji kwa sasa hivi. Sisi, uh, we have other things that we are doing for now. Therefore, we don't need your project at this moment. Mimi ningependa kuambia viongozi wa Donyonyokie, sisi wanarika tumeamua kukataa hiyo maneno. Tayari miradi mbalimbali mbali ya hewa kaboni imeanza kutekelezwa kwenye mashamba mbalimbali mbali ya Kajiado Kusini, Kajiado ya Kati na Kajiado Magharibi. Lalama za vijana hao inajiri wakati bado hamna sheria ya kuongoza biashara hiyo ya hewa kaboni ikizingatiwa kuwa mswada uliowasilishwa bungeni na mbunge wa Laisamis bado haujaidhinishwa na kuwa sheria ili kuelekeza biashara hiyo. Robert Masai, runinga ya Citizen, Oldonyonyokie, Magadi, Kajiado Magharibi.